<laughs> Tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba kama mnavyojua jamani. Happy birthday to Big Brother. Our idol, our icon, our industry machine. Simba lionyeah. Yeah, by the way birthday imemkuta akiwa anaedit video kwa ajili ya kuwapa <laughs> Yes. Mashabiki jamani, video ni nyingi, mtu apumzike. Mi nakushukuru wote sana. Hapa sana. Nashukuru, lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya

Tatizo kama ni baki sina ni ya okay, yeah. Mzangu, lauma, bacteria hela yeah, ya hapa jamani, tunashukuru sana yeah. Sijui niseme yeah, nashukuru kiasi gani. Hela hii hapa jamani, katoa Diamond Platnumz Simba kwa ajili ya bakteria. Tumwombe Mungu sana, mzee tu aende, shukrani sana. Apone habiba, kila la heri, nikipata wasaa naenda kumtembelea. Shukrani sanatkesbat sasa hivi dunia inabadilika birthday watu wakatoa kupokea zawadi ila mzee birthday ndio katoa zawadi yani katoa katoa zawadi hizi katoa kaenda kwa imagine mimi ngoja tu nile keki birthday yake katoa zawadi ili yangu acha tu nile keki milioni thelathini na saba acha wewe acha tu nile keki dola elfu kumi na tano akupewa unahesabu

tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba. Kama mnavyojua jamani, memkuta akiwa na edit video kwa ajili ya kuwapa mashabiki jamani video ni nyingi, mtu wapumziki. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Watu wote hapa nashukuru, lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya, yeah, ambacho mimi nakupongeza sana, cha kwenda kwa wale jamaa nani bakteria. Nakumbuka mimi ni mbatiko wa watu ambao niliona ile tukio kabla

Yo, guys ebana, bacteria hela ya bacteria hapa, jamani, tunashukuru sana, sijui niseme yeah, nashukuru kiasi gani. hela hapa, jamani, katoa Diamond Platnumz, Simba, kwa ajili ya bacteria. Tumwombe Mungu. Toma sana Bwana ukitaka kuamini sasa hivi dunia inabadilika, basi ndio watu wakatoka kupokea zawadi, ila mzee basi ndio katoa zawadi. Yani katoa katoa zawadi hizi katoa, aenda. Imagine mimi ngoja tu nile keki birthday yake katoa zawadi.